Ebwana, leo mimi nataka nisimame kama baba, kama mrezi bwana, kama una mtoto awe wa kike, awe wa kiume, hasa watoto zetu mabinti, bora hata dume kidogo naweza ukadanki danki nalo ebwana. Kama binti yako amefika kaka, umri kadhaa kumi, kumi na tano huko, miaka kwenda mbele, kama utakuwa una kisimu na unamuona anapenda simu. Ndugu yangu mzazi, acha yale mambo ya kizamani yale, ambayo ulikuwa unao, ambayo wewe ndio ulikuwa nayo. Ah, ukiwa na simu wetu utakuwa malaya. Hapana ah, sasa hivi dunia, sasa hivi haipo hivyo. Mpe mtoto teknolojia, nunulie tableti lake au simu, awe ana refresh mind Watoto wa kike wanapitia mambo mengi sana, wanapokuwa wamekaa, wako cool, hormone balance zao zinakuwa azieleweki. Mtoto wa kike akitaka kuharibika, umnyime simu, umpe simu, ataharibika. Naomba mnielewe maana yangu, kwa sababu wewe ukimnyima simu yeye atakwenda kuipata hiyo simu zenm nambie, wewe mzazi, umemnyima mtoto wako amerudi na simu. Wewe unafikiri huyo mtoto paka ameweza kumiliki hiyo simu hapo ndani? Wewe unafikiri atakuwa yuko salama we mtoto wako? Kwa sababu ukimuona binti yako yoyote ndani anamiliki simu, basi ujue binti yako hayuko salama, kwa sababu hakuna mtu atakayeweza kumpa mawasiliano bila ya kuwasiliana. Anampa mawasiliano ili waweze kuwasiliana. sasa ogopa sana mtoto akienda kutumika, kwa sababu ya tamaa, apate tu simu kwa ajili ya mawasiliano, apate tu kuchati nini, atatumika vibaya, atabakwa, atafanyiwa vitendo viovu kwa sababu amepewa simu. Na hata kile atachofanyiwa, hatashindwa kukuambia wewe mzazi, kwa sababu chanzo kitakuwa ni kirefu. Lakini ukimpa simu mtoto wako atakuwa yuko comfortable. Hakuna kitu ambacho atadanganyika. Hayo mambo mengine kaongea na huyu kachati hivyo, ni vitu ambavyo havizuiliki kwa mwanadamu. Huwezi kuzuia hisia za mtu hata siku moja, homoni za mtu huwezi kuzizuia. Na mtoto wa kike akitaka kufanya lake hata ufanyeje, atashindwa kufanya nje, atafanya hata na shamba boy ndani. Kwa hiyo tuwajengee mazingira ya kujiamini, tuwajengee mazingira watoto wetu wa kutumia vile vitu kwao wavione ni vya kawaida hapa nchi za Marekani eh? Watoto wote walazima wawe na tablet wawe na simu wako kawaida. Sema nyinyi mshawajengea mazingira, au mtoto ukimpa hivi hivi. Kwa hiyo nyinyi, yale maneno ambayo mnazungumza na watoto ndio kama mnawapa lana. Mimi sina mengi, nimetoa ushauri wangu tu. Ukiuona mzuri utumie, ukiuona ufai achana nao, lakini mtoto wako mpe simu. Akienda kuipata hiyo simu kwa, kwa juhudi zake mwenyewe, ataipata akiwa na UKIMWI, ataipata akiwa karibu usichana wake. Mimi nimemaliza.